Mimi naitwa Symon Mosha, ni afisa ardhi wa wilaya Muleba. Nimesuluhisha mgogoro kati ya Leticia na kaka yake Medadi. Uh, mgogoro unahusu mirathi ambapo dada mtu alikuwa akilalamika kwamba kaka mtu anataka kumtoa kwenye nyumba baada ya mama yake kufariki, kwa hiyo akawa ameng'ang'ania kuendelea kukaa kwenye nyumba hiyo. Nimeita pande mbili zote nimeongea nao kwa kuwa ni watoto wawili kwenye familia moja, wamekubaliana sana kwamba watagawana nusu kwa nusu, na tumewaandikisha hati ya makubaliano na tunategemea utekelezaji utafanyika kadi ambavyo wamekubaliana. Wito wangu kwa watu ambao wanagombania mali za urithi, ni vema sana kufanya taratibu za mirasi, kuhakikisha kwamba kila mtu anapata kile ambacho kinamstahili na wale ambao hawa si wanufaika si vema kuanza kung'ang'ania mali za urithi. Wakati mwingine mambo haya yasipelekwe sana mahakamani, tunategemea sana yapate suruhu kati ya watu ambao ni wanufaika katika katika mirathi hiyo. Lakini kumaliza mwezi tarehe ishirini tareh 24 tareh ishinina tano hiyo, kakaangu akanitia watu asubuhi, ananiambia nitoke mle kwenye nyumba na huu msingi niliujengajengaji mimi. Nikaumia sana, nikasema mimi nimeishi na mama humu ndani, namtunza namhudumia miaka hamsin na moja, nimezalia watoto wangu pale, watoto wanne, wawili walifariki, nikawasika pale. Mama akaonelea nipe hiyo eneo nijenge hapo msingi. Baadaye kakaangu anasema walijenga bila kuniuliza, wakati ni eneo la mama. Nikaona hii haipendezi, wakati ni ndugu, tunazaliwa watoto hao wawili. Nikasema wewe ungekuwa mtu na busara, ungeniita mimi, ndo dada yako mkubwa na kuzidi miaka mitatu, ungeniuliza, ukasema mali ya mama angu tuigawaneje? Wakati wewe ni mwenyekiti wa kijiji, unataka uchukue mali peke yako. Sasa nilivyosikia kwamba kuna nani ya mama Samia Nikasema ngoja niende tupate suluhisho, kwa sababu mimi sina ugomvi na mdogo wangu, sina nini, ili tupewe haki wote kwa sawa. Sasa hivi haki imepatikana, tunaenda kugawana wote kwa sawa, kila mtu ajue haki yake. Namshukuru sana mama Samia popote alipo, namshukuru sana, ninaishukuru hii kampeni ya mama Samia kwa kusuluhisha migogoro mbalimbali mbali. Pia na mimi mwenyewe nilikuwa na mgogoro na dada yangu, ninashukuru mgogoro umeisha salama, wametushauri na mgogoro ukawa umeisha.